Habari ndugu mfuatiliaji wa channel hii, leo nataka ni kuelekeze jinsi ya kupata namba ya USA, yani inamaanisha namba ya Marekani. Lakini wewe mfano uko Tanzania unahitaji namba ya Marekani, labda uko Kenya unahitaji namba ya Marekani bila kutumia laini kabisa, na namba hiyo utaitumia, labda unahitaji uiunganishe na WhatsApp, labda unahitaji uiunganisha na mtandao wako wa Facebooku, labda unahitaji uiunganishe na Telegram account. Twenda pamoja ili uweze kunielewa kwa makini. Kitu cha kwanza utaenda hapa Play Store. Angalia ya hapo, ndo Play Store, kisha kliki hapo hiyo, kisha utatafuta sehemu, andika maneno yafuatayo. Bila shaka umeona jinsi mimi nilivyoandika andika, hivi hivi, usikosee. Yaani, kama huwezi kusoma vizuri, we andike herufi hizo hizo, kisha search hapa, tafuta sehemu hii. Ukiwa umewasha data zako, itakuja hapo hapa. Application hii itakuwezesha kubadilisha kifaa chako unachotumia yani simu itabadilisha location yako, wewe utaonekana wewe ni Marekani, yani ile IP address itaonekana, IP address location itaonekana uko Marekani. Kisha utachukua namba hiyo ambayo nitakuelekeza kwa utaratibu ufuatayo bure kabisa. Kwanza, hii ndio process ya kwanza au mchakato wa kwanza, download hii application Ukisha download hii application ambayo tunaziita VPN, kisha utaenda kwenye server, yani tunamaanisha kule kwenye location. Kisha utaweka Marekani, au sio ya utaiwasha hii VPN, ukishaiwasha hii VPN ndo utaunganisha kwa app ambayo nitakuelekeza. Hebu endelea kunisikiliza. Baada ya kufanya hivi, ndugu yangu, kuingiza app hii kwenye kifaa chako, namaanisha kompyuta au simu kisha utarudi pia Play Store, yaani hapa ndo Play Store pia, kisha utatafuta app ifuatayo. Oh, usipate shida, andika kama jinsi mimi nilivyoandika hapo. Maneno mafupi tu hivyo, ukishaandika hivyo, kisha tafuta, angalia hiyo mishale tu, kisha gusa hapo, kisha gusa hapo. Kuna app zitakuja kibao, bila shaka usipate shida hapo. Yenyewe ndo hii, hakikisha ije na icon kama hii. App hii na MB hamsini na tisa. Kwa hiyo utagusa hapo sehemu iliyoandikwa install, au sio? Umetaona hapo install. Basi ukigusa hapo sehemu iliyoandikwa install utaidownload application hii. Application hii ndo itakuwezesha kupatia namba ya Marekani lakini wewe uko Tanzania au uko nchi nyingine, yaani ni rahisi sana. Utawasha ile VPN, tulio download, yani ile app tulio download ya kwanza, hakikisha ume download niliyokuelekeza. Kisha, ya kuf... kisha baada ya kufanya hapo, kisha utaingia kwenye application hii hapa. Baada ya kuingia kwenye application hii, kisha utaomba namba ya US au sio? Umeona US sao sio? second for number, maana yake ndo kama hivi hapo. Hii ndo makini sana, ndo inasaidia watu wengi kupatia namba ya Marekani. So namba ya Marekani tu utapata, uta namba utapata namba za nchi mbali mbali, mfano hata ya United Kingdom utapata namba yake. Kwa kutumia application hii tu, kwa hiyo ni rahisi sana, fanya utaratibu niliokuelekeza mimi hapo. Kama wewe ni mtaalamu kwenye mitandao mitandao, huwezi ukashindwa kufanya hiko kitu, wewe download application hii, kisha chukua namba bure na utaitumia kwenye mitandao yako kwe ya kijamii bure kabisa na utaitumia utapata namba bila laini na utaweza kupata zile kodi za kuunganisha WhatsApp au tunaziita nini? OTP, basi utazipata na utaweza kuunganisha WhatsApp yako na itakaa vizuri. Aisa, leo nilikuwa naelekeza jinsi ya kujipatia namba ya Marekani, yaani tunamaanisha USA namba bure kabisa kupitia njia hii. Endelea kufuatilia elimu mbalimbali ambazo huwa zinapatikana kwenye channel hii kwa kugusa neno lililoandikwa subscribe. Lipo chini tu ya video hii hapo unapoiangalia. Tutakutana kwa wakati mwingine.